A kachukua picha zangu pamoja na ya huyu na kwenda kupeleka kule. Mambo vipi? ni John Cena Silva, ana kawaida yetu ni kama kawaida. Kama ni mara ya kwanza, make sure meweza kusubscribe. Eh, daktari yuko ndani ya nyumba Karo, na Quinta. Aizo ako mgonjwa sana. Mambo vipi? ni John Silver na kawaida yetu ni kama kawaida. Kama ni mara ya kwanza, mechomweza kusubscribe. Usiwatch, usisipua na uwaje usubscribe. So, mm, daktari yuko hapa na mnaona kazi ya daktari. Sema daktari asaidie Karo, na daktari siye si mjinga. Anajua kitu anafanya na kuna watu walikuwa wanasema ni slow. Eh, siwezi ambia daktari ni mpeleke daktari mbio. Mimi sio, siko slow. Daktari kazi yake inaenda kwa mpangilio. <coughs> Ndiyo, daktari, ndio ndio Joni, kabisa kazi inafanywa kwa mpangilio Joni, kazi iweze kurupuka watu, tunafanya kazi kama mtu alitambui kazi, sivyo? Lazima mm. tuende kwa mpangilio mm. Ndiyo, vitu vyote viweze kupatikana kwa haraka na kwa mm. wepesi, sivyo? Ndio daktari. mm. na taarifa ambayo imetufikia sasa hivi mm, mm, mm, e, izo ni mgonjwa sana mm. na nilikuwa nataka tumpigie simu tusikie ni mgonjwa hospitali mm. gani? Ndiyo, ndiyo Joni, ndiyo daktari, Ndiyo, daktari. Ndiyo, daktari. Utaweza kumpigia Joni yule mm. mm. alina tatizo kabisa joni, aweza mm. mm. kumpigia simu dulia, ali yupo wapi? Ndio daktari mm. niliweza kutokana na vipi ugonjwa mm. mm. Okay, ndio ndio, kanione simu <laughs> mm. yes, ina record hapa, nisaidie yako anashika.

Hmm. Okay. Yes. Na sasa unataka ufe ama utarudisha vitu za wenyewe?

vitu vya wenyewe ila hujaweza kuregesha. Na mm, hiyo yote mimi silitambui limeweza kutokea vipi, hayo magonjwa sijui yameweza kutokea vipi kabisa mm. waweze kulegesha hela za wenyewe. <coughs> ah, maana ya ugonjwa si ujui uliweza kutokea wapi? Madaktari wataweza kusaidia wenyewe, wataweza kusaidia kabisa kule <coughs> mm, watakusaidia vipi watakusaidia vipi, na ili hali umesema magonjwa mengine hayaonekani. mm. mm. Kwa hivyo tuweza kuja, taweza kuja kuchukua ama utaweza kumwekea kwenye simu. Unaweza wana... kuja kabisa kabisa asilimia mia hilo mm. Uh, litawezekana maana hivi hivi karibuni nafuu, hivi karibuni hawezi pata usaidizi wowote kule hospitalini mahali ulipo huwezi pata usaidizi mahali ulipo, yeah. Maana wewe utakuwa urongo tupu, mm, wewe haonekani pande za huko. Tutaweza kuja ila wewe uweze kupokea matibabu yako kule hospitalini, yeah. Maana mm, hapo hamna vile jinsi ambavyo tutaweza kukusaidia yeah. mm. yeah. Kisha usali hospitalini, sivyo? Hapo utaweza kurejesha vitu vya wenyewe, hmm. Tuliweza kubaliana, nikakupa siku kadhaa, ila uliweza kupitiza sivyo yako ilo limetokana na yule mke huyo yule yu ambaye aliweza kukupeleka kule hospitali mm, liliweza kutokea wakati aliweza kupeleka kule hospitalini. Maana ilo tatizo lako liliweza kujirudia, maana alikuwa ameweza kumwadhibu mtu mwingine, ili hali likaweza kuja pande za kwako, liliweza kuja alikuwa anataka kuweza kumwadhibu yule ambayo waitwa nani huyo? alikuwa anataka kuweza Karo, Karo, kumroga karo, ila likaweza kukorodia wewe, maana zimeweza kuarudia nini wenyewe, maana karo nilimpa kinga, nilimpa kinga karo na mwezi mdhuru, na ile tatizo ni yeye mwenyewe aliweza kulifanya. Kwa hiyo ni yeye mwenyewe ataweza, ataweza kukusaidia yeye mwenyewe Ndio, ndio, utaweza kuzungumza naye na kueleze ni jinsi gani aliweza kufanya uwe namna hiyo, maana analitambua hilo tatizo lako. Sina tatizo na hilo. Mradi uweze kurudisha mali ya wenyewe, kisha mali yamebaki, utaweza kukabiliana na mke wako mwenyewe, aweze kusaidia yeye mwenyewe. Ndiyo ndiyo, utaweza no. kupokea adhabu yoyote ya aina ile, maisha yako yataweza kuharibika kabisa. Huyu amekuja ili kusambaratisha maisha yako. Mm, nao ataweza kusambaratika kwa mno kabisa mna mm. Ah, tatizo katika hilo. Uu. Niko na Quinta hapa, unajua hilo Quinta. Sasa kwa hivyo e, hivo yeye ndiye alikuwa anajaribu kuroka karo, ikageuzwa, daktari alikuwa ameshampea kinga e, so ikageukia wewe ni Quinta. daktari alikuwa amefanya maneno, mkijaribu maneno mbaya Nakwambia mkijaribu maneno mbaya ika, iwageukie wenyewe. Najua alikuwa anakusupport sana, anataka ku, kujaribu kujaribu kwa mganga wake, tuwekewe kinga, ndio usirudishe vitu daktari, na naye unajua nguvu zake ni tofauti e, Quinta najua atakudanganya na kama nakupenda na kuambia pole, ndio huyu Nakwambia ukweli. Imwongeresheika hivi. Kuna cha kusema. Nakusikia. Mi li niliona ulirudi kwa bibi yako sana, kujaje na bibi yako hako? Alienda wapi na watoto, eh? Mimi nilijua nikikuja nitakuwa wazi. Nilijua yeah, ako. <coughs> mm -hmm. Sasa <coughs> sasa weo unaweza kujamanawake likbaa pesa niko saa hii sina pesa. Pesa naweza sema niko nayo ama naweza sema sina, na niko nayo, siko na matumizi, nilitumia nilitumia kwa saa hii sina hmm. Mi nilishakuachilia vyenye ulishaniharibia jina mimi, ati mimi ni mshirikina kwa hizo siku zote ha? Juu we unaambiwa kitu unaamini, na nimekaa nayo hizo siku zote. Utaambiwa kitu niamini, uamini, ni ukweli. Kusimama na we, na njia gani? Kama we mwenyewe unakubali, unaambiwa mini mshirikina, unakubali. Umeona ama hiyo ushirikana tunafanya na wewe ama, si umeambiwa hivyo, na usha amini already. kipata nafasi e, leo hii sion, hey bro, huyu mchana achana naye huyu, mchana ndiye atakuua zilika, kuna shida <tukuhu> na bado tunakuongezea shida zingine kwa kila kitu chako. Shukran <tukuhu> karibu <Okay. tukuhu> Daktari, umesikia huyu mm. mm. Mm. nilieleza kijana ataweza kumletea matatizo hata. mm. Sijui ni kwa nini ameweza kuja hapa Joni. mm. Sijui ni kipya ambacho kimeweza kumleta huku maana. mm. Mm. yale mambo anafanya kabisa hayaendani na umri wake Joni. mm. Maana anafanya mambo makubwa ya kishirikina mm. mm.

We, nika uko na mambo zako, mm -hmm. Uko na mambo yako e. a hadi kwa kuvaa kitambaa, mlisema kitambaa iko na dawa, nikibadilisha tena ni red, mnataka mm -hmm. aji uliweza ku, uliweza nini, uliweza kutaka kumroga huyu ssha zungumza Quinta, mm -hmm. eh, si wewe Quinta ana mroga, mm -hmm.

Sasa mpaka unajaribu kuroga daktari. <laughs> tu. Mm. Unaenda kwa mganga wake tiaaue ya picha picha zake za mganga <laughs> <laughs> <laughs> ile kila kitu mweleze mm. daktari. <laughs> Yaani, najua huyu msichana tuliweza kumsamea, akadani ataweza kubadilika, sivyo? tukampa muda ile hali, akaamua kuchukua sheria mkononi akaenda kuziwa kwa kaburi <laughs> mm. kachukua picha zangu pamoja na ya huyu na kwenda kupeleka kule Joni ili sisi tuweze kuangamia pasipo yeye kujua. Mimi naona kila kitu kabisa katika mtambo yangu Joni. mm. Natazama kila kitu na yeye, pasipo yeye kujua. Huyu ana kinga, hawezi mdhuru, Joni. Watu walikuwa wanafikia, ana kinga, kinga nayo, ana kinga. Mambo mengi wanataka kwanza ionekane, pia waone kuwa kuna mambo mbaya. Ndio, ndio Joni anapanga. mm. Ndio, ah, ile ndio kufanya hayo Joni. yeah. na yeyote akaweza kumwendea yule mume wake Joni, mm, saa hii. -hmm. mume wake yuko hospitalini, jinsi ambavyo unaweza kusikiliza kwa ajili yake yeye, naiieleza, nilimweleza kijana kabisa, Daktari, kuna story fulani mm. ya mama fulani. Ndio, ndio. Mama alikuwa anapenda kijana wake sana na huyo mama huyo kijana wake alikuwaga na gari. Haria. Mm, so kijana wake alikuwa na pendo na mama sana, so na mama alikuwa mchawi. Kijana wake alikuwa amejenga nyumba ingine smart sana, na alikuwa amejengea mama yake So mama sinaona alikuwa mchawi. Ndio, ndio, mchavu alikuwa anaua watu, anaroka watu, anakufa. Na siku moja mm huyo -hmm. So mwanaume alikuwa ameenda alikuwa ameenda mm -hmm. yeah, mm -hmm. kuchukua girlfriend wake pombe. kutoka kunywa pombe ametoka kunywa pombe. Girlfriend akamwambia. Si akaenda kuchukua girlfriend. Ndio, ndio. Hapo nipitie niko sehemu fulani, si akaenda kuchukua, akabeba, kumaliza, akakumbana na lori akafa, ile tukuyumba yumba kwa barabara hiyo.

sokuwa mm. Huyo mama alikuwa ameekea mtu fulani akufe, aakumbe mm. huyuwalikuwa na kinga. Ndio ndio, ndio maana watu unaambia watu akue na kinga, unaona wa sasa mtu mm. E, ukiwa na kinga mm. na kienda, ukienda kurogwa kweli kweli kwa mtu wa familia yake, si kiekewa kina kuna. Ndio maneno nazungumza sema mimi unaekea kingana, ndio ndio ilenye tazungumza akijaribu kunifanyia itaweza hmm. kumrudia yule mtu mama, mtu karibu aliyopenda hmm. So, ndio mama mama akapoteza kijana yake hio hmm. na watu kijana alikuwa tajiri, na watu wanaenda kwayo matanga hmm. utafikiri ni mtoto mdogo wa miezi tatu, watu wachache sana jioni, maana wanampenda na maana kuishi na maana hmm. na watu vizuri, ndio ndio pesa, viuisada kijana apukap <laughs> ngapi? Labda Joni hata akiweza kuleta hiyo pesa Joni, inabidi niweze kufanyia uangalizi, maana ameweza kuitisha kile kibeti chake nambkataa, asiweze kuja nacho Joni. Aliacha kwa mganga, mganga alikwambia anaizika siku ngapi? Sema ukweli

Nimone mna tu Yesu, Yesu Kristo Ethiopia, mm. wa Nigeria hm? Mna tu mmoja, ana wa wapi? Wako ni wa wapi? Wangu ni wa Nazareth si adi wangu ni wa Nazareth, wangu ni wa Nigeria yeah. wa sijajua hiyo kama kuna mwingine ni

Yupo hapa ananiulia Joni, yupo hapa anacheka cheka tu, Joni mm. Aisha mwenzake yupo tamani, mimi sitaki kuona msichana hapa daktari mm. hmm? Yupo hapa anacheka kabisa na, na yeye anajua kitu ambacho anaweza hapa kufanya. Mimi sitaki kumuona hapa. Ana meza. Chanzo cha wewe kuja hapa ni kipi? Na tutakwambia ukuje. Ni kipi kama hujaleta kitu? Chanzo cha wewe kuja hapa ni kipi? weza kuondoka hapa, maana hamna kitu ambacho unaweza kuja kufanya. unaonauy usaidi unanka huyu Joni, huyu pamoja na yule mganga wake, nawenda kuwashughulikia nikishatoka hapa, maana naona ana mchezo sana huyu, ana mchezo sana Joni.